Ile mifumo huu ndio wakati wake ilianzishwa. Hapa kidogo najua wizara fedha, wao hata ukipeleka barua hata kama naibu yuko safarini huko huko, ndani ya dakika chache ataijibu, kwa sababu anaiona kwenye mfumo, lakini taasisi nyingine nyingi, ni chache tu ambazo zinatumia. Siku hizi nimeona ule wa vibali chifu, naye alhamdulillah, popote alipo, within 5 minutes ana respond, lakini wengine mpaka leo ile ndani ya wizara yake ndani ya wizara kwa wizara pia imeshindikana. Kuna shida gani? Wataalamu ndio sisi Hili pia hatuliwezi au linaonekana hili likifanywa litakosesha watu vitu fulani lijiwa igas, simamia wizara zote zitumie mifumo, na anayekuletea shida waliosipate tatizo tuarifu, maana wajua wengine wanakufanyia maksud anakwenda, hawatoi mashirikiano. Taasisi zote zitumie mifumo zote, nami nitafuatilia kabisa, na DG nipe taarifa ipi bado haijatumia mifumo na kwa sababu gani. Ikiwa hawana sababu tujue, aliyeko ya hafai tuweke mtu mwingine. Asante sana, wanajitahidi kufuatilia lakini wanakwenda hawapati mashirikiano. Tushirikiane, tusaidiane ili e mambo haya yaende vizuri.